mpenzi mfuatiliaji wa SNAD Real TV nikukaribishe katika mahojiano ya na madiwani wateule wa, wa halmashauri ya manispaa ya Singida nikukaribishe sana. Aa, utafahamu mengi na mimi ni ripota wako wa SNAD Real TV John Hassan kutoka hapa studio za SNAD Real TV na leo niko na mgeni atajitambulisha majina yake na kisha tutaendelea, karibu sana. Asante. Uhali gani? Niko salama ah. Labda mfuatiliaji wa Snada TV anatamani kufahamu majina yako ni nani na cheo chako pia. Majina yangu ni Geoffrey Shabani Mdama, naam, ni mteule wa kata ya Unyanga, manispaa Singida mjini. Hongera sana saam, saam, karibu sana katika studio za Snada TV. Nashukuru sana. Na hongera kwa kuaminiwa na wananchi wa kata Unyanga. Asante sana, kujizolea kura nyingi za kishindo. Nashukuru ya ulikuwepo katika awamu iliyopita uh, na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi uliutekeleza uh, kwa kiwango kikubwa, ndio maana wananchi wakakuamini. Hongera sana saab, saab. Lakini leo hii tupo na maada ama, katika mahojiano yetu tutajikita zaidi juu ya uteuzi wa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba. Labda uh, uteuzi wake weo unauonaje? Uh, mimi nimeupokea kwanza kwa furaha ni uteuzi mzuri sana, uteuzi okay. wa heshima kubwa sana katika nchi yetu Naam. na mkoa wetu Naam. wa Singida pia. Mimi Mheshimiwa Mwigulu Nchemba mm. ninamfahamu vizuri mm. kwa hiyo nichukue nafasi hii kwanza kabl, kabisa kabla sijasema lolote mm. nimpongeze sana Mheshimiwa Rais mm. Dr. Samia Suluhu Hassan, mama wa taifa letu okay. kwa kuchaguliwa kwa kishindo na wananchi wa Tanzania. Naam. lakini la pili ni mm. nimpongeze kwa kumteua Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba mm. kuwa waziri mkuu wa taifa letu la Tanzania. Naam. kwa kweli ni chaguo sahihi, mm. tumepata mtu sahihi sana kwenye nchi yetu. Mwigulu Lameck Nchemba, mimi namfahamu vizuri toka akiwa naibu waziri na alipokuwa kiongozi wa chama alipokuwa waziri kwenye wizara mbalimbali mm. Lakini na hata alipokuwa waziri wa fedha, okay. Ni kijana mchapakazi mm, sana. Ni kiongozi anayejituma kwa bidii sana. Tumeona wizara ya fedha ilivyofanya vizuri sana mm. Na miradi mingi katika nchi yetu imetekelezwa kivyo, miradi ya afya, miradi ya elimu, miradi ya maji na miradi mbalimbali mbali kwenye nchi yetu na hata kwenye manispaa yetu ni chimbuko la wizara Fedha, okay, uh, mbaveo, uh, Kichemba, ya fedha ambayo alikuwa anaiongoza Mheshimiwa Mwigulu Nchemba. Shukrani sana na hongera kwa ufafanuzi mzuri namna ambavyo unamjua Dkt. Mwigulu Nchemba, waziri mkuu mpya wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini uh, katika hotuba yake alivyoteuliwa na kuthibitishwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa waziri mkuu uh, alisema kwamba kwa watumishi wa, wa umma wa wazembe wavivu wala rushwa, yeye atakuja na fyekeo pamoja na rato. Hiyo kauli wewe unaionaje kwao? Ah, kwa, kwa namna anavyomfahamu mm. Nasema tumepata waziri mkuu sahihi. Naam, manake wale viongozi au watumishi wazembe wazembe wajiandae, na alihutubia zembe, mm. vizuri sana mm. alisema anakuja na jembe na rato mm, manake jembe kazi yake ni kufukua mm. rato kazi yake ni mm. kusawazisha. no. Kwa hiyo maanake wale wazembe wazembe mm. wajiandae kujiweka vizuri mm. na mimi niseme wajiweke vizuri ili tuwatumikie wananchi wetu wa Tanzania. Kwa kweli ni kiongozi ambaye hana gautani anapotekeleza majukumu yake okay. Siku ya leo Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Mwigulu Nchemba amefanya ziara ya kushtukiza katika hospitali ya Dodoma. Sasa uh, na ametoa maagizo mazito kwa hospitali zote nchini. Sasa ni jana tu tuseme ameapishwa lakini leo akafanya <laughs> ziara ya kushtukiza. Je, hii inaonyesha uchapakazi wake ameanza kwa kasi na ari mpya? Ndio. Na ameanza na, kwa kasi na ari mpya mm na alisema yeye yes, sio kiongozi mm. wa ofisini, sawa, ni kiongozi wa field. Ndio maana mm. tumeona ameapishwa jana tu na leo yuko kazini. Kwa hiyo mimi nafikiri tutegemee mazuri sana kwamba sasa uwajibikaji kwenye sekta ya umma unaenda kuwa mzuri. Sasa tumeona ulegevu ulivyokuwa kwenye sekta ya umma tofauti na private sector. Kwa hiyo ninaamini ya kwamba wananchi sasa wanaenda kufurahia uwajibikaji maana wananchi wetu wanapenda sana kusikilizwa hmm. na kusikilizwa ni moja wa wajibikaji hmm. Kwa hiyo kwa namna waziri mkuu alivyotoa maagizo hmm. na mimi naamini si kwenye sekta ya afya tu, maanake maagizo ya waziri mkuu yote yameenda kwenye sekta zote kwenye utumishi wa umma na wote wanaowahudumia wananchi wetu wote. Kwa hiyo tunategemea mabadiliko chanya katika kuwahudumia wananchi wetu. Okay, shukrani sana lakini ufafanuzi uh, wako ni wa weledi mkubwa sana, na huu unaashiria ni namna gani uh, uongozi wako wa vitendo kwa wananchi wa Unyanga, lakini halmashauri ya manispaa ya Singida ulivyo uh, mkubwa, ulivyoakisi maendeleo, lakini pia <coughs> unafahamu nyanja mbalimbali mbali za kisiasa. Uh, wewe ni mdau wa michezo na nimekuwa nikikufuatilia muda mrefu uh, na wewe katika almashauri ya manispaa ya Singida ukiwa kama mdau wa michezo pia, huyu waziri mkuu mpya Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba ni mdau wa michezo. Sasa vipi, hu unazungumziaje katika sekta ya michezo? Ndio maana nimesema nchi yetu imepata mtu sahihi Mwigulu. mm. Mheshimiwa waziri mkuu ni mdau sana wa michezo. mm. na kupitia timu ya Singida Black Star tumeona mkoa wetu ulivyoimarika kwenye michezo mm. Leo tuna timu ambayo inatambulika kitaifa na kimataifa inatokea mkoa wetu wa Singida, ambayo ni Black Star mm. Haya yote ni matunda ya Mheshimiwa Mwigulu Nchemba kuleta kwenye mkoa wetu. Kwa hiyo mimi naamini natarajia sana kwenye mkoa wetu na kwenye nchi yetu michezo itanyanyuka sana, kwa sababu aliyekuja waziri mkuu ni mpenda michezo na tukijua kwamba michezo ni ajira, michezo ni fursa. Kwa hiyo katika hili mimi sina mashaka na Mheshimiwa waziri mkuu Dr Mwigulu Lameck Nchemba, asante sana. Lakini uh, Dr Mwigulu Lameck Nchemba, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika hotuba yake baada ya kuteuliwa na kuthibitishwa na, na Bunge alisema kwamba yeye umaskini hajausoma kwenye vitabu ameuishi. Labda hii kauli na ukiangalia uh, yeye yeah, amekuwa ni mbobevu katika masuala ya kiuchumi uh, wananchi wa Tanzania, sasa wananchi wa Tanzania lakini uh, specifically pia wananchi wa Singida, mkoa wa Singida watarajie nini uh, katika sekta ya uchumi? Sante sana ndugu mwandishi mm. Daktari Mwigulu Nchemba, waziri mkuu aliyasema hayo, na mimi naamini kabisa Singida tutafahamiana mazingira yetu na alikotoka sehemu ya Iramba maeneo ya Makunda tunayafahamu. Kwa hiyo ni maeneo tunayafahamu, lakini historia ya maisha yake wengi tunaifahamu. Ni mtu aliyotoka hatua moja baada ya hatua nyingine, lakini si mtu wa kujivuna. Kwa hiyo maisha ya chini anayafahamu, maisha ya kati ya watu wengine anayafahamu maisha yote mheshimiwa Mwigulu anayafahamu kwa hiyo wananchi wa kwa chini, kwa sababu anafahamu maisha ya wananchi wa chini na amekulia tumeona historia yake akitoka shule ya msingi hmm. Makunda hmm. akaenda Elboru naam no. lakini akaenda Mazengo no. na maeneo mengine, maana ni maisha ambayo mwananchi wa chini anayapitia lasi hivyo, maanake tukiona ameenda kwenye shule zingine za private na maeneo mengine kwa hiyo maisha hayo ni maisha kapisa, ya kawaida kabisa, na bahati nzuri alisema kwenye hotuba yake kwamba yeye anayafahamu maisha yale ya kusubiri nguo ya kujifunika. Anafahamu maisha yale ya, kus, ya, ya kujifunika na ngozi kujikinga na mvua. Kwa hiyo tunaamini ya kwamba ni kauli za faraja sana kwetu watu wa chini, maanake ni maisha ambayo yataenda kuyajali watu wote. Kwa hiyo waziri mkuu huyu kwa sababu anafahamu maisha ya mtanzania wa hali ya chini. Naam, kwa hiyo naamini ya kwamba na tumemwona kwenye watendaji kazi wake na wajibikaji wake, hmm. tunaamini ya kwamba kwa hiyo atakayeyafanya ndo haya aliyofanya kwenye leo kuagiza hospitali zote hmm. ziwajibiki. Naam, kwa hiyo tunaamini ya kwamba ataenda kufanya vizuri sana kwa kuhakikisha kwamba huduma za msingi zinamfikia pia mwananchi wa chini. Shukrani sana mfuatiliaji na mtazamaji wa Snada TV Exclusive interview ama mahojiano yetu haya yako powered by uh, Techno Tanzania Sangawe Glass and Aluminium wanaopatikana mkabala na jengo la CCM mkoa wa Singida. Lakini pia uh, bila kuwasahau wadhamini wetu wa uh, Bio Sustain wanaopatikana mkoa wa Singida, uh, eneo la Jiner, lakini na mdhamini wetu mkubwa wa nguvu uh, Royal Village Hotel wanaotoa huduma nzuri kabisa katika uh, nchi ya Tanzania ikiwemo mkoa wa Dodoma Dar es Salaam, Dodoma, Dar es Salaam, uh, Singida na Morogoro. Mimi ni ripota wako John Hassan wa Snada Radio TV. Uh, tuendelee. Uh, unaonaje mkoa wa Singida uh, kwa kipindi hichi ambapo sasa tayari nyinyi mmeingia mkiwa kama viongozi, lakini pia tunaona sapoti uh, ambayo mnatarajia kuja kuipata kwa waziri mkuu mpya Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba, unaonaje mkoa wa Singida? Mimi naiona Singida ikiwa inaenda kupaa Naam. Singida inaenda kupaa kwenye nyanja zote za kimaendeleo mm. Uwepo kwanza ni heshima kubwa sana mwandishi mm. Uwepo wa sisi mkoa wa Singida kuwa na kiongozi mkuu kama waziri mkuu ni heshima kubwa sana mm. Kwa hiyo mimi najivunia sana mm. Uteuzi wa Dkt Mwigulu Lameck Nchemba mm. Naiona kabisa Singida ambaye ni jirani na makao makuu ya Dodoma ya nchi yetu inaenda kupaa sana na bahati nzuri sisi ndio tuko jirani na dodoma kwa hiyo linalofanyika dodoma maana yake ndilo ambalo inaweza kuakisi kufanyika singida naam kwa hiyo hata viongozi wengi wengi wa kiserikali watakuja singida kwa sababu kuna huduma nzuri sana singida sasa hivi singida inakuwa singida ina mahoteli singida ina miundombinu mizuri ya barabara Singida na mazingira mazuri yanayovutia. Kwa hiyo naiona Singida ikiendelea kupaa zaidi, hususani wakati huu ambao pia kiongozi mkuu wa nchi yetu kwa maana waziri mkuu anatokea kwenye mkoa wetu. Shukrani sana. Lakini uh, mpaka leo hii wewe upo, ni kwa heshima ya wananchi wa kata ya Unyanga. Kabla hatujahitimisha, una neno lipi la kuambia wananchi? Mimi nichukue nafasi niwashukuru sana wananchi wangu wanyaga mm. Wamelipa heshima leo naenda awamu ya tatu mm. Ni heshima kubwa sana sana. Na mimi niwaahidi kwamba mm. nitawatumikia mm. kwa moyo wa dhati, kwa weledi na uaminifu mkubwa. Waendelee kuwa na imani na mimi. Asante sana mfuatiliaji wa Snada TV, mpaka hapo ndio tamati ya mahojiano yetu uh, kati yangu mimi pamoja na mheshimiwa uh, mdama uh, hakika ametueleza mambo mengi kabisa ha, juu ya utumishi uliotukuka wa Mwigulu Lameck Nchemba ambaye ndio waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia ameelekeza shukrani zake za dhati kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuupa heshima mkoa wa Singida. Pia hajawaacha wananchi wake ambao, kwenye mvua, kwenye jua, yupo nao na ndio wanaompenda kwa sababu yeye ndio anawawakilisha na anawapambania kupata miradi mingi ya maendeleo. Na yeye uh, bila chama cha mapinduzi hakika wasingempata lakini, pia uh, nikukaribishe tena kwa mahojiano mengine.